Kwenye video hii nitaenda niongelee baadhi ya sababu ambazo zinawatoa vijana wengi nje ya usaili wa JWTZ. Share video hii lakini pia usisahau kusubscribe. Sababu namba moja ni upungufu wa nyaraka. Mfano wakati wa usaili wa JWTZ umesahau cheti cha kuzaliwa nyumbani kwako. Sababu namba mbili, sababu namba mbili ni swala la muda, time management. Vijana wengi kwenye usaili hatuzingatii muda. Kuna vijana wanakuja nje ya muda ambao ulioelekezwa na mamlaka husika. Sababu ya mwisho ya msingi ni vijana wengi hatuna morali. Mfano, siku ya usaili ni siku ya kuonyesha ubora wako, onyesha utofauti wako na watu wengine. Siku ya usaili wa JWTZ inatakiwa uchangamke na uwe na nidhamu ya hali ya juu.